Wataalamu hawa wa masuala ya hesabu za fedha wakitimiza wajibu wao kikamilifu, uchumi wa taifa letu utaendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha, na pia itapunguza kwa kiasi kikubwa, kama sio kumaliza kabisa, matatizo ya ufisadi na ubadhirifu wa serikali na sekta binafsi. Nina hakika kuwa wahitimu hawa wameiva kitaaluma na wako tayari kulitumikia taifa kwa nguvu zao zote, kwa weledi wa hali ya juu na kwa kufanya misingi ya uaminifu na uadilifu. Hili limeongelewa sana, uaminifu nanini? Na nini na uadilifu. Wewe mwenyewe jipime, alafu hebu jua kama wewe ni mwaminifu na mwadilifu. Sawa. Sijajua kwa nini wameiongelea sana, mwenyekiti pia ameiongelea sana lakini, amesema nyie ndio mmebeba namba, si ndio mmebeba namba elfu arobaini ukiweka zero inakuwa shilingi milioni nne, ukiweka zero ehe, bilioni tatu ukiweka zero mmebeba nini? E, sasa umebeba namba lazima ubebe na nini, na uadilifu. Tunatoa mchango wetu na wa kitaaluma na tumeendelea kuaminika, na bila kutoa details sana, ni kwamba tumekuwa, tunakuwa consulted sana. Sasa hivi tunalea, tuna mpango wa kulea uh, uh, uh, tasnia ya uhasibu Swaziland. Tumepatwa, tumepata mialiko Malawi tukawasaidie tume, tumepata mialiko Mozambiki tukawasaidie katika kukuza tasnia ya uhasibu katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo tuna, tunaona, tunaona kama sisi kama NBAA tumekuwa kwa kweli ni taasisi bobezi katika uh, kukuza tasnia ya uhasibu katika ngazi ya, ya, ya kimataifa, lakini kikubwa zaidi mheshimiwa mgeni um, rasmi tuko katika mashirikiano katika mazungumzo ya uh, mazungumzo ya uh, mashirikiano na bodi ya uhasibu ya India ili kushirikiana zaidi, ili kuongeza namna ya kushirikiana zaidi katika namna ya kutumia mifumo ya TEHAMA katika kubadilisha taarifa na maarifa mbalimbali, na lengo letu tunajaribu kuona kama tunaweza tukafikia mahali ambapo tunaweza sasa tukatumia TEHAMA katika kufanya mitihani wa kama ni mwasibu ambaye amethibitishwa CPA, kitu kikubwa ni kuzingatia miongozo ile ambayo tumefundishwa wakati tuna, tunaanza kufundishwa, lakini kitu kingine ni kwamba unaangalia jamii yetu nini kinahitajika kwa jamii kwa wakati huo, hasa ukizingatia mwasibu ni mtu ambaye anashika nyanja muhimu katika kila taasisi, iwe ni ya umma au binafsi. Kwa hiyo kufuata maadili na, na ku, na kutekeleza majukumu yako ni jambo la msingi katika, katika utendaji wa kazi hasa wa mhasibu lakini pia wa mkaguzi. Namshukuru Mungu sana kwa kupata nafasi hii na kuweza kuitwa CPA na kumaliza masomo yangu ya CPA. Tumejipanga kufanya kazi kwa uadilifu kama wahasibu, kufanya kazi kwa usahihi kabisa, maana ni kitengo ambacho kinahitaji ujasiri, kinahitaji kumwomba Mungu. Kwa hiyo tunahakikisha kama tutapewa majukumu ya kusimamia kitu, tutakisimamia kwa nguvu. Uh, kwa uhalisia zaidi.